Milima ya giza. Kuna maeneo duniani ambapo ukivuka mpaka wake, hurejei ukiwa yule yule. Kijiji cha Matabwe kilijengwa chini ya milima ya giza, mahali ambapo usiku haukuwa wa kawaida na sauti zisizoonekana zilitembea pamoja na upepo. Watoto hawakuruhusiwa kutoka nje baada ya giza. Milango ilifungwa mapema, na wazee walijua kuna kitu kilikuwa kinaamka. Mawazo alikuwa kijana wa kawaida, lakini kila usiku ndoto ile ile ilimjia. Mwanamke mzee macho yake mekundu kama moto alimwambia kwa sauti nzito, damu ya mababu iko ndani yako, usipokuja kijiji kitapotea. Alipoamka aliona alama iking'aa mkononi, alama ambayo haikuwahi kuonekana tena tangu enzi za mababu. Bibi yake alipoiona alitetemeka kwa hofu. hii ni alama ya walinda siri, uko ukoo uliolaaniwa. Usiku huo huo mambo ya ajabu yakaanza, na uamuzi ukafanywa: mawazo lazima aende Mlima wa Giza. Mlima wa Giza haukuwa mlima wa kawaida. kila hatua uliopiga msitu ulikuwa kama unaangalia mawazo. aliambatana na Nasela, mganga wa siri aliyerithi elimu ya mizimu. Nasela alimwonya, ukisikia jina lako likiitwa usiitike. Usiku wa kwanza sauti zilianza kuzunguka kama vilio, rudi, damu yako ni yetu. Mizizi ilianza kusogea, vivuli vilianza kuishi. Kiumbe kisicho na sura kilionekana, vilizungumza bila mdomo, mmoja wenu lazima atoe sadaka. Walipokimbilia ndani zaidi ya mlima, Nasela akafunua siri iliyofichwa kwa vizazi. Mawazo, wewe ndiye wa mwisho wa walinda siri. Ukoo wako ulimfunga pepo mkubwa hapa, na sasa alikuwa anataka uhuru wake. Kilele cha mlima kilikuwa kimya cha kutisha, duara la mawe, mifupa ya zamani na kioo cha roho katikati. Mawazo alipojiangalia ndani ya kioo hakuona uso wake, aliwaona mababu zake. Sauti ikasema, niachie huru, nitailinda matawe. Nifunge tena kijiji kitapotea. Na sela akagundua ukweli: laana haikuwa kwa kijiji, bali kwa damu ya Mawazo. mawazo akachagua kutoa sadaka ya mwisho, si damu, bali kumbukumbu, kumbu zake zote. Mlima ukatetemeka, mvua ikanyesha kawaida, sauti zikanyamaza. Kijiji kiliokolewa, lakini shujaa hakurudi nyumbani. Alibaki kuwa kivuli, mlinzi wa giza.